So, Mwenyekiti, ni kushukuru kwa kunipa nafasi hii. Kwanza kabisa naomba nimpongeze Mheshimiwa Rais na kumshukuru sana kwa namna ya pekee ambavyo ameendelea kutupa miradi mingi ya maji ambayo kwa kweli ni kuombe Mheshimiwa Waziri uandae eh, utaratibu ili Mheshimiwa Rais aje afungue mradi wa maji Magu, ambao umenufaisha wananchi asilimia 99. Uh, lakini kupongeze Mheshimiwa waziri kwa kweli hatuna namna ya kuelezea, lakini utasimuliwa kwenye historia ya nchi hii kwamba alikuwepo waziri wa maji Aweso na makatibu wakuu na naibu wake waziri pamoja na wakuu wa na waku taasisi ambao wanakusaidia. Nipongeze Ruwasa, nipongeze eh, pamoja na wataalamu wote watendaji ngazi ya mkoa pamoja na meneja wangu wa wilaya, Mheshimiwa Mwenyekiti. Sisi tunao mradi wa Bujora ambao tenki kubwa limekamilika, na hapa ndipo naendelea kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa sababu tumepata bilioni tatu. Ile tenki ina cubic lita milioni tano, na wameanza kutandaza mabomba kwenda sawa kwenye chanzo cha maji huu uh, utakuwa ni mwarobaini kwa mji wa Kisesa na Bujora ambao utanufaisha vijiji vya Kanyama, Bujora yenyewe, Wita, Igekemaja, eh, Kitumba pamoja na, na, na, na pale Busekwa. Kwa hiyo niombe sana kwamba sasa baada ya kukamilisha kupeleka bomba kwenye chanzo sasa mabomba ya kwenda kwa wananchi ambao hawana mradi wa sasa uliopo, nayo yaendelee kwa ajili ya kuwahudumia wananchi wa kata ya Bujora pamoja na kata ya Kisesa. Lakini tunao mradi wa Lutale Langi ambao mwaka jana tuliuweka kwenye bajeti ya mwaka huu tunaomalizia. Taarifa nilizonazo kutoka kwa mkurugenzi wa RUWASA ni kwamba huu mradi utatangazwa mwisho mwezi wa sita. Kwa hiyo niombe sana ni mradi ambao utanufaisha vijiji tisa. Tutamaliza matatizo ya wananchi kutoka Langi, Kageye, Itandula, Shiringwa, Sese, Ihushi, Matale na vijiji vingine ambavyo vinazunguka karibu pale. Niombe pia mradi wa awamu ya pili, mradi wa Sola Bubinza, ambao kwa kweli ni mradi, tumeanza kujenga chanzo kule Busega ambako kuna chanzo kizuri tayari, na tunategemea sasa ujengwe, nijengwe tenki kubwa pale sola la kubiki lita milioni mbili. Na ule mradi utanufaisha hata tarafa nzima ya Ndagalu. Baada ya kukamilika napo nimetaarifiwa toka kwa mkurugenzi wa Ruwasa kwamba utatangazwa mwezi wa sita mwaka huu, bajeti tunayomalizia, na kwenye bajeti hii humo umekewa fedha kwao. Nikuombe sana e, taratibu hizi zote ziweze kukamilika, nao utanufaisha vijiji ishirini na moja, na mradi huu utakuwa ni mradi mkubwa sana ambao utasaidia wananchi. Mheshimiwa uh, Mwenyekiti, niombe miradi ambayo inaendelea, mradi wa Iseni Nyang'hanga Buhumbi mradi wa Misungwi Kitongo, mradi wa Sagani Mwamabanza pamoja na mradi wa Lugeye Kigangama. Miradi hii iko asilimia kubwa. Mradi wa Lugeye Kigangama ambao utanufaisha kata ya Nyanguge na ya Mwamanga, mkandarasi amekwisha kufanya kazi zaidi ya bilioni tano, amelipwa bilioni moja, bado bilioni nne na amejenga tenki, amesambaza mabomba, bado kujenga chanzo. Nimemwona hapa waziri, naibu waziri wa, wa fedha hapa. Niombe wizara ya fedha ipeleke fedha wizara ya maji, ili iweze kulipa wakandarasi, na wakandarasi waweze kuendelea, ili watu waweze kupata maji. Mradi wa iseni Nyang'hanga na uko asilimia tisini unategemewa kupewa tu fedha za kumalizia ili wananchi waweze kupata fedha, na namna ya pekee ya kuweza kumtua ndoo mama kichwani ni hii. Lakini wizara hii kwa kweli imetoa fedha kwa ajili ya kuchimba visima. Visima hivyo vimechimbwa kwenye vijiji mbalimbali, tumeyapandisha maji kwenye matenki, tumeweza kusambaza kwenye vijiji. Kwa hiyo, niombe wizara hii, kadiri ambavyo itaendelea kupata fedha tuweze kunufaisha wananchi kama ambavyo wabunge wengi wameeleza kwamba sasa ni vijiji vichache ambao vimebaki havijafikiwa maji. Tunaamini kwamba serikali ya awamu ya sita ambayo imejipambanua kuhakikisha kwamba wananchi inawapatia maji, tuone sasa kwenye bajeti hii. Mheshimiwa Weso, tunapeleka fedha ili kuhakikisha kwamba fedha hizi zinufaisha wananchi. Naunga mkono hoja, asanteni sana.